Nikiwa kama kijana hapa mbele yako, mimi nakwambia aje, utupatie kazi. Uchumi iko tafu, hatuna hela, hatuna makazi, tunafikiria tu kuguza vitu za watu. Tunakuja tu hii kazi ya mjengo, tunafanya hapa bati, riziki iko chini. Sababu ya nini? Hatupati pesa ya kukula wala ya kuvaa, wala hatupati pesa ya kufanya kama ni kulipa nyumba. Sengine lazima tutoke nje, tujue ni gani tutafanya, kama tutapata pesa ya kukula, kama ni pesa ya rent, bora tu si tujue tuko fiti. But mimi nakwambia rais, tafadhali tupatie kazi. Kama vijana tunakuhimiza, kama mimi nikiwa kijenzini hapa mbele yako, mimi nakuambia utupatie kazi. Mimi ni hao tu machache naweza kukuambia hivyo. Shukrani. Jenzi bado wanalia wanasema uwakumbuke. Serikali ya Kenya kwanza ilisema itaanza chini, wakati ni sasa, na kama si sasa ni sasa hii. Asanteni. <laughs>